Ziko mara nyingi sana ambazo adui wanatutega kwa siri. Watu wengi wanaokutendea mabaya hawayafanyi wazi, wanayafanya kwa siri. Usifikiri kwamba wakifanya kwa kificho au kwa siri Mungu atakuacha. Mara nyingi hofu kubwa ndani yetu ni kuto kujua wanayotutendea kwa sababu, tukiyajua walau tunaweza kutembea kwa umakini. Ukijua fulani anakusema, unaangalia namna ya kumwe. Puka, unaangalia namna ya kumficha mambo yako, lakini sasa hujui na yako kwa siri. Wavu umetandikwa kwa siri, wanatarajia utanasa hapo. Katika Zaburi ya thelathini na moja aya 4, Daudi anasema maneno haya, anaomba mbele za Bwana anasema, utanitoa katika wavu walionitega kwa siri, maana wewe ndiwe ngome yangu. Tumaini hili ni tumaini kubwa sana, kwa sababu wadui tunauona, tunaweza kuomba kwa maneno kamwambia Mungu, tusaidie kuepuka hili, kuepuka hili, kwa sababu tumeliona, lakini mengine yamefichika sana, mengine ni ya siri sana, wanaotutendea wanatutendea kwa siri mno, ha, hawajadhirika wazi, hawajaonekana wazi. Hata yakiwa kwa siri kiwango gani, bado Mungu aweza kukuokoa. Hata wakutendee wa kwa kujificha, watake kuharibu mambo yako kwa kujificha, bado Mungu aweza kukuokoa. Mungu anaweza kukufunika kwa neema yake Mungu anaweza kufunika kwa baraka yake. Daudi anasema utanitoa katika wavu walionitegea kwa siri. Vivyo hivyo Mungu atakufanyia na wewe. Mungu atakutoa katika mambo yoyote wanayokutendea kwa siri ili kutaka kuharibu chochote katika maisha yako. Mungu atakufadhili atakufunika kwa neema yake, atakufunika kwa damu yake ya thamani. Tuende mbele za Bwana atuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya neema hii. E Bwana, si mambo ya wazi tunayajua tu kwamba ndio utatuokoa nayo, hata yale tusiyoyajua yaliyofichika kwa siri wewe Bwana utatusaidia. Maombi yetu ni kama maombi ya Daudi, tumaini letu ni kama tumaini ya la Daudi, ya kwamba yoyote anayoendelea sirini, Bwana utatuokoa naye. Utamuokoa mtumishi wako huyu, e Bwana, na kila jambo ambalo wanalifanya kwa siri ili kutaka kuharibu chochote katika maisha yake, neema yako itamfunika, fadhili zako zitakuwa pamoja naye. Wewe ndiwe wokovu wake, wewe ndiwe nguvu zake, wewe ndiwe ngome yake, e Bwana, ukamfunike na kumkinga kila kinachotendeka sirini. E Bwana, kisiharibu chochote katika maisha yake. Wanafanya mambo ya siri kuharibu biashara yake, kuharibu kazi yake, kuharibu kampuni yake, neema yako ikamfunike. Wanafanya mambo ya siri kuharibu familia yake, kuharibu ndoa yake, kuharibu watoto wake, e Bwana Yesu, neema yako ikamfunike, wasifanikiwe katika jambo lolote. Wavu wowote unaotegwa kwa siri hata naswa, wewe Bwana utamwokoa nao, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, amen. Mungu akutunze, fadhili zake ziwe pamoja nawe. Barikiwe sana.